Biblia inasema wale wenye uhai wanne wana macho mbele na nyuma na masaa ishirini na nne ya wapumziki wakisema mtakatifu mtakatifu mtakatifu. Maana yake masaa ishirini na nne sifa zinaimba. Ukianza kuona ndani yako muda wote, kama nilivyosema, kuna asante Yesu na kupenda Yesu, na kuna nyimbo zinaimba moyoni mwako muda wote, ukilala, ukiamka, nyimbo zinaimba ndotoni, unaimba, ukiwa unatembea unaimba nyimbo moyoni mwako, unaingia dimension ya wani, wenye uhai wanne na uwepo wa Mungu utaanza kukalia maisha yako kwa kiwango kingine. Hebu moyo wako ufunikwe na moyo wa shukrani. Biblia inasema hao wenye uhai wanne wana macho kila eneo. Manake ni nini? Mungu ataanza kufungua macho yako ya rohoni kutokana na nguvu ya shukrani ya moyo wako ulioibeba. Utaanza kuona na vitu ambavyo ulikuwa hujaviona.